Mwenyeji wetu Juma alionekana kuwa na moto sana kutueleza masuala yake ya uvuvi, bila hata kutupa habari kamili kuhusiana na kivuko hiki. Ilibidi nimtoe pumzi na kumpeleka polepole pole, ili tupate kuelewa masuala ya kivuko hiki. Kisha nikamuuliza kiundani, ni kipi kilioko upande wa pili na ni jinsi gani watu wa ng'ambo ya pili walikuwa wakija ng'ambo hii na kwa bei gani, kutumia barabara kabla kivuko hiki kuanza kuvusha watu rasmi. Rabai pia ina raha yake, licha ya kuonekana kuwa kuone ni sehemu ya mashambani, kwani raha ya mji haihadithiwi na mgeni, ila tu mwenyeji wake. Hivyo basi wapo wanaotumia kivuko hiki kuenda kula bata, hususan kubugia tembo ya mnazi ambayo inasemekana kupatikana kwa bei nafuu kutoka huko Rabai.